ni live kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni jioni nyingine ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Ni bara la Afrika, our beautiful African continent. Bara ni kubwa, mataifa ni zaidi ya hamsini, majiji ni maelfu kwa maelfu, lakini ni Dar es Salaam peke yake kutoka sub saharan Afrika imeshuhudia klabu zake tatu tayari zimekwenda katika hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa na Kombe la Shirikisho Afrika. Leo hii ni zamu ya mnyama Simba mkali. Itakuwaje unadhani? Watanzania wana mashaka na mnyama? Hapana, huu ni mdundo ambao wanauweza, ni ngoma ambayo wanaicheza vizuri zaidi. Ni klabu nambari tano kwa viwango vya ubora barani Afrika, ni klabu nambari mbili kwenye viwango vya ubora sub-saharan Afrika, ni klabu nambari moja kwenye viwango vya ubora kutoka Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa, hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba, na hawa ni mashabiki wao ambao wamejitokeza katika uwanja huu wa Mkapa kwa ajili ya kuipa nguvu timu yao. Wameingia kwa madoido na kujigamba kweli kweli, wameingia humu wakidunisha kifua chao, wakitunisha kifua chao, wakibeba jumbe mbalimbali na rangi ya bendera ya taifa wanaipeperusha. Sio mara ya kwanza hapa, wameshafanya hivi mara nyingi mno. Leo ni siku nyingine kama siku nyingine, ambayo mashabiki wa Simba wanaingia hapa kwa kujiamini kwa aina yake, wakiwa wanafahamu wana mtaji wa mabao matatu kwa sifuri ambao waliyapata katika uwanja wa Somhlolo kule Lobamba ndani ya Eswatini. Itakuwaje?